Shalom, shalom, shalom, shalom wana wa Mungu. Majeshi, majeshi, majeshi. Hii ni saa ya Ufufuo na Uzima Mtwapa. Ndugu watazamaji, karibuni sana katika channel yetu ya YouTube ya Ufufuo na Uzima Mtwapa. Ah, siku ya leo tunapenda kuendelea na mafundisho yetu ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu unaotawala ulimwengu wa mwili. Kila unachokiona katika ulimwengu wa mwili, foundation yake imeanzia katika ulimwengu wa roho. Asili yake, chanzo chake, ni katika ulimwengu wa roho. Ukiona anga, ukiona mawingu, ukiona uh, bahari, ukiona dunia, jinsi na vitu vyote vinavyopendezesha ulimwengu chanzo chake asili yake ni katika ulimwengu wa roho, maana Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yawapasa kumwabudu kwa roho na kweli. Mungu ni Roho, na vitu vyote kavifanya katika chini ya kazi ya mikono yake. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili, wa ulimwengu wa roho wana nguvu katika ulimwengu wa mwili. Kuna mambo unayaona katika maisha yako aidha ni matatizo, aidha ni ya baraka, aidha ni ya mafanikio, aidha ni ya kuvunjisha moyo, aidha ni magonjwa, aidha ni laana, aidha ni mikosi. Kuna mambo tu yanakutokea, ujui haya mambo, kwa nini ananitokea? Kwa nini ananipata? Asili yake ni katika ulimwengu wa roho, na ndio maana napenda kuwafundisha watu kwamba sio kila vita unayoipigana ni vita ya mwilini. Narudia tena, sio kila vita unayoipigana ama vita iliyokuzunguka ama vita unayoipitia ama vita juu ya watoto wako ama vita juu ya ndoa yako ama vita juu ya biashara yako, vita katokea, pia inaweza ikatokea pia juu ya kanisa, juu ya huduma, juu ya watu walio karibu na wewe. Yaani kuna vita hata pia wafanyakazi wenzako, vita zinainuka sehemu mbalimbali familia yako na kuinulia vita. Kuna vita ambayo inayokuinukia asili yake ni katika ulimwengu wa roho, matokeo yanakuja mwilini k vita ya mtu inainuka, inatengenezewa rohoni. Kuna vikao vya kutengeneza vita juu ya mtu, kwa hiyo kuna vita imepangiwa rohoni, imetengenezewa rohoni, kwa hiyo matokeo yake yanakuja mwilini. Unashangaa. Ah, kuna mtu maisha yake ni maisha ya kuangaika, maisha yake ni maisha ya kuteseka, hajui kwa nini anateseka, hajui kwa nini anahangaika, lakini asili ya mateso yako yalitengenezewa rohoni, yalisukiwa rohoni. Naomba nielewe, mtumishi wa Mungu, siongelei ulimwengu wa mwili. Maana yake ulimwengu wa mwili ni matokeo ya kufungwa rohoni. Mtu akifungwa rohoni, hautaona mwilini akifanikiwa mtu akizuiliwa rohoni hautaona akipenya mwilini. Mtu akiwekewa ukuta rohoni hautamuona akivuka mwilini. Naongea ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho umetawala maisha ya mtu. Ulimwengu wa roho unaongoza maisha ya mtu. Ulimwengu wa roho unaweza ukaharibu maisha ya mtu. Ulimwengu wa roho unaweza ukafunga maisha ya mtu. Mfano, nataka nikuoneshe kitu kimoja ambacho ni cha baraka sana. Aa, kuna matatizo ulionayo unaweza ukenda polisi ukashtaki polisi, na polisi ukakusaidia either kumkamata mhalifu either kumweka mbaroni mtu anayehusika na tukio lolote juu ya maisha yako. Ni rahisi sana, kwa sababu -that is uh, police case. Kwa kuna kuna matatizo mengine unaweza ukakimbia kwa daktari daktari akakupa dawa mbalimbali ikiwemo chloroquine ikiwemo panado, mpaka magonjwa mengine ambayo mtu anaweza akawa nayo akaongezewa damu akapona. Mtu mwingine magonjwa alionayo ni upungufu wa maji mwilini, akawekewa drip na akapata nguvu na uzima tena. Na kuna magonjwa mengine mtu alionayo ni magonjwa ya kibaiolojia tu ni matatizo ambayo ya kisayansi, ukinywa dawa ama ukafata ushauri wa madaktari unapata uzima. Lakini kuna matatizo mtu alionayo, hata ukienda kwa daktari, hata ukinywa dawa na dawa, hata ukitumia vidonge na vidonge, hata ukiwekewa maji, hata ukiongezewa damu, lakini unashangaa tatizo halitatuliki, tatizo halikuachi tatizo aliondoki kwenye mwili wako. Ndiyo saa nyingine madaktari wanaweza kukupima. Daktari anakupima kabisa, mirija ya uzazi iko sawa, ovari ya kushoto na ovari ya kulia vyote viko sawa, lakini uelewe ni kwa nini ubebi mimba, ni kwa nini ushiki mimba. Ni matatizo ambayo chanzo chake, asili yake ni rohoni. Mtu anaweza akalogwa asizae. Mtu anaweza anaweza akafungwa akawa na ugonjwa wa mifupa Mtu anaweza akafungwa akawa na magonjwa yatakayomaliza pesa pesa pesa pesa pesa. Mtu paka anauza viwanja, mtu paka anauza mali, anatibu ugonjwa usiokuwa na, na, na, na, na, na tiba. Mtu paka anauza anauza, anauza vitu vya urithi vya familia, anang'ang'ana na ugonjwa ambao hauna tiba. Unielewe, mtumishi wa Mungu, kuna magonjwa mengine, nenda hospitali, kawaone daktari, kawaone mabingwa ukifata maelekezo yao utapona, lakini kuna matatizo, you need prayers, you need prayers and very powerful prayers, very strong prayers. Kuna matatizo unahitaji maombi, kwa sababu that is spiritual problem, spiritual problem. Sio matatizo ya kisayansi, si matatizo ya kibiolojia, ni matatizo ya kiroho. Naomba nikuoneshe kitabu kimoja, kitabu cha Uh, Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili na ile sura ya kumi na ule mstari wake wa tatu. Nitasoma kwa rakaraka, maana ingawa tunaenenda katika mwili, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tunaishi katika mwili, tunatembea katika mwili, tunakula katika mwili, tunavaa katika mwili tunalala katika mwili, lakini hatuenendi vita vyetu katika mwili, hatufanyi vita vyetu katika mwili, hatupigani katika mwili. Mwanzo nikasema kuna vita si ya mwilini. Kuna mtu atakutukana, amekunyamazia tu kuna mtu unaweza ukamrushia maneno ukamtukana ukamvua uka, uka nguo kabisa kwa matusi mabaya, amekunyamazia kwa sababu nini? Vita yake sio vita ya mwilini. Wewe unapigana na mtu mwilini. Kuna watu katika dunia hii usipigane nao mwilini, ukipigana nao mwilini utaumia. Kuna watu, namuona mtu anatembea kumbe ni mshirikina. Kuna mtu namuona anatembea ni mchawi kabisa ana uchai wa kulithi kutoka kwa mababu mababu mababu mababu. Usiku si mwanadamu tena, ila mchana ni mwanadamu. Wako watu wengi kwenye hii dunia. Sio kila mtu unayekutana naye unamwona ni mwanadamu kweli. Usiku ni kiumbe kingine. Usiku watu anakuwa paka, usiku mtu anakuwa anakuwa, anakuwa simba, usiku mtu anakuwa anakuwa mbwa. Kwa ajili ya nini? Kulipiza kisasi kwa yule aliyemshambulia mchana. Yaani, kuna mtu atakuacha umshambulie mchana, lakini usiku ana wewe. Ndio maana unashangaa, kuna watu unaweza ukawainukia uka kwa mabaya, ukashangaa baada ya muda ukaanza kuteseka, ukaanza kuangaika. Ni nini? Vita vyao si vya mwilini, vita vyao ni vya kiroho. Kuna matatizo, kubali utafute watu wa Mungu, wa kiroho, ili uweze kuondoa umaskini ulio mbele yako. Ndio maana jiulize, jiulize, kuna mtu anafanya kazi, anajitiada zote anafanya kazi kama punda, apumziki usiku na mchana, yeye ni kazi, kazi na yeye ni kazi kazi na yeye kazi na yeye kazi na yeye lakini muulize, una nini cha maana? Maendeleo hana, kujenga hajajenga, na hata kama amejenga nyumba ukiangalia, ame aliyoijenga nyumba, ameijenga kwa miaka thelathini, lakini haieleweki kama inataka kudondoka ama ndo imewekwa hivyo hivyo ndo, ndo imejengwa ime hivyo hivyo, yani nyumba imekani kama vile kuku kishingo aliyenyonyolewa manyoya, nyumba yani haieleweki. Lakini hii nyumba ukimuuliza, atakwambia imejenga zaidi ya miaka thelathini, na haieleweki iko vibaya kabisa, shagarabaga. Kuna mtu anafanya kazi, anajituma, ana juhudi zote katika utafutaji, lakini maisha hana shida. Sio nguvu ya mwili Vita yako si ya mwilini. Unatumia nguvu sana za mwilini kutafuta pesa, usiku na mchana kutafuta pesa, Januari mpaka Disemba. Yani kuna mtu mpaka mwaka unaisha hakuna kitu cha maana amefanya, hata shati jipya hajanunua, sio hata shati. Nimesema, nimesema sana, mswaki mpya. Hata mswaki mpya hajanunua. Yani mswaki aliyoununua elfu mbili na kumi na tano mpaka sasa hivi tunavyoongea, elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tatu mtu bado anauo mswaki. elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita mtu bado ana ule ule mswaki aliyoununua elfu mbili na kumi na tano Amefungwa. Ndiyo pesa anatafuta, ndiyo. Yani anaangaika kutafuta pesa, lakini pesa hazimsaidii na jui zinaenda wapi.